Bwana Yesu asifiwe wa Mama Kuchi, kuku ulionipa siku zile mwezi wa nne siku ilikuwa watatu ule wanne ndio amefikia hapa. Je, wanatakiwa kupewa huo mtangalangonyo ni wapondeni, wape hawa hapa, wamefikia humu, niwahamishia gorofani kwa sababu gorofa, chumba cha chini mbwa alikuja akafungua akawala kumi. Yaani hasara nilioingia kwenye kuku kumi, ila magonjwa hawana, wanaendelea vizuri, nishawapa chanjo. Niambie, je, niwapondee huo mtangala ngonyo na mdomo kasuku? Yupo vizuri, mdomo kasuku yupo vizuri, mdomo kasuku bei mbaya lakini Mungu kanisaidia, anaendelea vizuri. Mimi mama, mama Kediki, mama Kimaro